Athari na madhara ya msongo wa mawazo kwa mama mjamzito, ambayo inaweza kuathiri ukuaji wa mtoto ni kwamba msongo wa mawazo itategemea umetokea muda gani, aidha umetokea kwa muda mrefu kiasi gani. Kwa namna moja ama nyingine, inaenda kuathiri ukuaji wa mtoto akiwa tumboni, lakini athari hizo zinaweza kudumu hata baada ya kujifungua, na baadhi ya athari hizo ni kama ifuatavyo. Namba moja. Mabadiliko ya ukuaji wa ubongo wa mtoto: ni kwamba unapokuwa na msongo wa mawazo unaathiri ukuaji wa ubongo wa mtoto, hasa kwenye suala zima la hisia, ambapo hapa utaathiri vile vile kumbukumbu za mtoto na namna ya kujifunza kwa mtoto, na hii ni, ni kutokana hasa na homoni inayozalishwa ya cortisol. Pili, mabadiliko ya kihisia na kitabia kwamba mabadiliko ya kihisia na kitabia yanaweza yakatokea kama mama mjamzito una msongo wa muda mrefu, ambapo hapa unaweza ukapelekea mtoto wako kuwa na changamoto ya kujifunza, kuchelewa kuanza kuongea, wasiwasi, kuwa na fujo, aidha kuwa na kibuli baada ya kujifungua akiwa anaendelea kukua. Kwa nini? Kwa sababu hata ya mabadiliko ya homoni ambayo na yanatokea kwenye tumbo unavyokuwa na asila wewe kama mama mjamzito. Athari nyingine ni kujifungua kabla ya wakati. Ni kwamba unapokuwa na msongo wa mawazo, kuna baadhi ya vitu vinakuwa vinaenda ndivyo sivyo ndani ya tumbo lako, ambapo hapa inaweza ikaathiri upumuaji wa mtoto, mtoto kuzaliwa akiwa na matatizo kwa namna kama hiyo Mwisho wa siku huyo mtoto atahitaji uangalizi wa karibu, si unanipata? Kwa hiyo maana yako, naweza ukajikuta umejifungua mapema mno kwa sababu tu ya msongo wa mawazo. Athari nyingine ya msongo wa mawazo ni kujifungua mtoto mwenye kilo ndogo, aidha uzito mdogo kupitiliza, okay. Mtoto kawaida tunasema anakuwa na uzito mdogo kuliko kawaida, kama ana uzito wa kuanzia kilogramu 2.5 kushuka chini. Yaani kawaida inatakiwa zile 2.5 kwenda juu, ila zikiwa chini hapo, maana yake huyo ana uzito mdogo kuliko kawaida. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu ukiwa na msongo wa mawazo, mtiririko wa damu kwenda kwa mtoto unakuwa ni mdogo ule mtiririko ukiwa ni mdogo, mwisho wa siku ule mtoto anakosa virutubisho pamoja na oxygen ambayo itaathiri ukuaji wake, lakini vile vile inaweza ikaathiri masuala mazima ya genetic, ambayo masuala ya genetic yanaweza yakaathiri ukuaji wa mtoto, ukaathiri afya ya mtoto kwa namna kama hiyo. Hivyo basi unaweza ukamwona mtoto wako baadae ya kujifungua ni mtoto anayelia kila mara mtoto ambaye afya yake inasumbua, naweza ukaona mtoto wako anakuwa na changamoto ya kuzungumza na chelewa sana kupata mabadiliko kuanza kuongea eh, kwenye swala zima la kupata kumbukumbu na anapata shida. Kumbe kwa sababu ya wewe mama mjamzito ulikuwa na msongo wa mawazo ambao ulienda kuathiri mtoto, hadi leo anapata changamoto kama hizo. Jiepushe sana na msongo wa mawazo. Somo lijalo litaenda kufundisha namna gani ya kujikinga namna gani ya kupunguza msongo wa mawazo. Usisahau kusubscribe channel yetu kama ni mara ya kwanza, lakini usisahau kufollow ili kuendelea kujifunza. Kesho mapema nitalifundisha somo hili, namna gani ya kupambana na msongo wa mawazo. Asante.